Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nahmaduh wanusali wanusalima aala rasulihi lkarim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasalam. Wabaadi, ndugu zangu wa Tanzania wezangu, leo kama nyingine tena katika chaneli yetu ya Al-Qudra tumekutana tena kwa jacala na rehma za Mwenyezi Mungu Mtukufu. Leo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, insha Allah, nataka nizungumzie au niwaelekeze kidogo faida ya mti unaoitwa mwembe. Mwembe ni mti wenye maajabu makubwa sana kwenye tiba, hasa tiba za kishirikina na katika tiba za kutibu uchawi na majini. Kadhalika, mti huu kwanza ni mmoja katika miti ambao wachawi wanapenda kupumzika katika mti huu wa mwembe pindi wanapotoka katika mambo yao ya kishirikina, lakini pamoja na hayo mti huu una maajabu makubwa sana kwenye tiba. Leo nitaelezea tatizo moja au ugonjwa moja linalotibika kwa mti huu wa mwembe. Kwa mfano mtu ana tatizo la kukosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa, mkeo au mmeo, ana tatizo hili, basi tiba yake inshaallah ni ndogo. Chukua maua ya mwembe, maua ya mwembe yakaushe, yakishakauka yasage upate unga. Ule unga wa maua ya mwembe utauchanganya na uji, uji wa mtama au wa ulezi, kikombe kimoja. Kisha atakuwa anakunywa huyo mtu kikombe kimoja asubuhi na jioni kwa muda wa siku tano mpaka saba insha allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tatizo hilo litakuwa limeondoka kabisa. mm -hmm. Ndugu zangu katika imani tusameheane, kwa kutokuwa na muda wa mm -hmm. kukutana humu mara kwa mara majukumu yamekuwa ni mengi kidogo, Mwenyezi Mungu ametoa kabisa, lakini inshallah kila tutakapopata wasa, tutakuwa tunaelekezana au tunapeana njia mbalimbali za kujitibu nyumbani. Matatizo ni mengi na tiba pia ni nyingi, kama Mwenyezi Mungu aliosema katika tafsiri ya haya, kila ugonjwa una tiba yake. Kwa hiyo tiba ya tatizo la kukosa hamu kwa mwanaume au mwanamke ni maua ya mwembe. lakini bado kuna matatizo mengi Uh, au magonjwa mengi sana yanatibika eh, kwa mti wa mwembe. Nachokuomba tu unaomba usubscribe katika chaneli hii ya Alqudra inshallah, tutakuletea mm -hmm, chaneli zetu tutakuletea mambo mbalimbali ya tiba inshallah, mpaka tuweze kujitibu mwenyewe. Wa bilahi taufiki wahat, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.